Korea Kaskazini imeonesha hadharani kizazi kipya cha silaha zake za masafa marefu zikiwemo kombora jipya la hypersonic na kombora kubwa la masafa marefu ICBM wakati wa gwaride la kijeshi lililofanyika usiku wa kuamkia Ijumaa katika uwanja wa Kim Il Sung jijini Pyongyang. Silaha zilizozua taharuki zaidi ni Hwasong-11Ma, kombora lenye kichwa cha hypersonic kinachoweza kufanya mabadiliko ya ghafla ya mwelekeo wa angani. Na Hwasong-20 ICBM ambalo vyombo vya habari vya serikali vilitaja kama mfumo wa silaha za kimkakati zenye za nguvu zaidi za nyuklia kuwahi kutengenezwa na taifa hilo. Gwaride hilo lilikuwa sehemu ya maadhimisho ya miaka 80 ya chama tawala cha Workers' Party of Korea WPK, na lilihudhuriwa na viongozi wa ndani na waalikwa kutoka mataifa washirika, akiwemo Dmitri Medvedev kutoka Urusi. Silaha nyingine zilizoonyeshwa ni pamoja na vifaru vipya vya kivita vya Chionman 20 vyenye uwezo mkubwa wa kushambulia na kujilinda. Aidha, wanajeshi wa Korea Kaskazini waliowahi kupigana Ukraine kwa niaba ya Urusi pia walishiriki gwaride hilo, ishara ya uhusiano wa karibu kati ya Pyongyang na Moscow. Hatua hii inakuja mwezi mmoja baada ya Kim Jong Un kufanya ziara muhimu Beijing, ambapo alikutana na rais Xi Jinping wa China na rais wa Urusi Vladimir Putin, jambo lililodhihirisha uhusiano wa kimkakati unaozidi kuimarika kati ya mataifa hayo mawili. Hwasong-11Ma ni toleo jipe la makombora ya masafa mafupi ya familia ya Hwasong-11 ambayo yamejengwa kwa kuiga kombora la Urusi aina ya Iskanda. Tofauti na matokeo ya awali, 11Ma imewekewa hypersonic glide vehicle, kifaa chenye umbo tambarare na mabawa madogo kinachoweza kupaa kwa mwendo wa zaidi ya Mach 5, mara tano ya sauti, huku kikibadilisha mwelekeo mara kwa mara angani. Kombora hili lina kasi ya hypersonic ambayo inafanya iwe vigumu kwa mifumo ya ulinzi kugundua mapema na kulilenga. Kichocheke cha kivita kinaweza kubadilisha mwelekeo angani, hivyo kuvuruga rada na mifumo ya makombora ya kujihami. Hwasong-11Ma inatumia roketi za mafuta imara ambazo zinaweza kurushwa kwa dakika chache bila maandalizi marefu, yani solid fuel booster, tofauti na mafuta ya kionevu yanayohitaji muda mrefu zaidi. Kombora hili linafanana zaidi na kombora la Urusi, Kinzhal na Iskander M, ingawa ufanisi wake halisi bado unaibua maswali makubwa. Marekani na washirika wake wameshuhudia changamoto kubwa kupambana na makombora ya hypersonic ya Urusi nchini Ukraine, jambo linaloonyesha Korea Kaskazini inaweza kuwa na faida kubwa ya kiufundi ya endapo teknolojia hii itatumika vitani. Korea Kaskazini bado haijaonyesha ushahidi wa wazi wa kurusha kombora hili kwa mafanikio katika hali halisi ya kivita. Wachambuzi wanabaki na shaka kuhusu uwezo wa Pyongyang wa kutengeneza silaha za kiwango hiki bila msaada mkubwa kutoka China au Urusi. Kuzinduliwa kwa Hwasong 11ma kunatuma ujumbe mkali kwa Marekani, Korea Kusini na Japan kwamba Pyongyang iko tayari kupenya mifumo ya ulinzi ya THAAD na Aegis. Pia ni hatua ya kuonyesha mshikamano wa kijeshi kati ya Korea Kaskazini, Urusi pamoja na China. Kwa kifupi, Hwasong-11Ma ni jaribio la Korea Kaskazini kuingia rasmi katika klabu ya mataifa yanayomiliki teknolojia hypersonic, silaha ambazo zinaweza kubadilisha mizani ya nguvu duniani. Hata hivyo, bado kuna mashaka kama teknolojia hii imefika ukomavu wa kweli wa kivita au nionyesho la propaganda za Pyongyang.